Rais William Ruto akizungumzia kifo hicho kwa mara ya kwanza amesema serikali yake haitovumilia uhalifu unaotendwa na vyombo vya dola. Mambo ya usalama ya Kenya ni haki ya wananchi, usalama ya mali yao, maisha yao, biashara zao ni majukumu yetu kama serikali. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea, na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akiwa mbele ya Senate amesema japo hana mamlaka kumwamuru inspekta jenerali wa polisi kuhusu uchunguzi, serikali itahakikisha haki imetendeka. I'm nina imani na hii ndio ahadi yangu kwa Wakenya kwamba tutafanya kadri ya uwezo wetu kuhakikisha uchunguzi hauingiliwi, hakuna kukinga mtu ama kufichwa chochote upande wa serikali. Inspekta jenerali wa polisi nchini Kenya, Douglas Kanja akifika mbele ya Senate alitoa kauli sawa kuwa kwa nia ya uwajibikaji na uwazi, huduma ya polisi inaunga mkono kikamilifu uchunguzi. Maseneta hata hivyo hawakupepesa macho, bali walishinikiza kujiuzulu mara moja waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na naibu inspekta jenerali Eliud Kipkoech Lagat aliyemlalamikia Ojwang kwa kumchafulia jina For the kwa heshima ya huyu kijana, waziri Murkomen, hujalia mtoto hadi miaka thelathini na moja. Tafadhali juzulu, haufai kuwa katika hiyo nafasi na kusihi na si swala la binafsi. Tafadhali juzulu, huwezi kutia moyo yeyote. Bwana Langat, hakuna anayesema una hatia, lakini ili nchi iweze kuona hatua inachukuliwa na hata mimi kama rafiki yako niridhike na hatua zinazoendelea na kushauri jiuzulu yonazo, hadi uchunguzi umalizike Until hapo jana uchunguzi wa maiti uliofanywa na madaktari watano wa kupasua maiti ulibainisha kuwa Ojwang alifariki kutokana na majeraha ya kupigwa. Uchunguzi huu umeendana pia na uchunguzi uliofanywa na mamlaka huru ya utendakazi wa polisi IPOA, ambayo pia imedai baadhi ya ushahidi kwenye kituo cha polisi cha kati tayari ulifutwa. Ann Wanjiku ni naibu mwenyekiti wa IPOA. Picha za kamera za siri katika ofisi ya afisa mkuu wa kituo OCS zilikuwa zimevurugwa. Mheshimiwa Spika, uchunguzi wa maiti na pia uchunguzi wetu unabainisha mhusika hakujiua. Polisi awali walidai kuwa Ojwang alijiumiza na kusababisha kifo chake. Je, shinikizo zilizopo zitaweza kushurutisha haki kutendeka kwa familia ya Ojwang?